Shirikisho la mpira wa miguu barani Ulaya UEFA, limetunga taratibu ama kanuni mpya kuelekea mashindano hayo msimu wa mwaka 2027, mwaka 2028 na ambapo mojawapo kati ya mambo ambayo wameyazungumza wenyewe UEFA ni kwamba kuna baadhi ya kanuni ambazo zimeboreshwa, lengo kubwa ikiwa ni kuingiza mapato na kuongeza mapato zaidi, lakini pia kuongeza zawadi kwa washindi pamoja na washiriki wa michuano hiyo, ambacho wamekiamua kuelekea msimu wa mwaka 202 ishirini na saba kuelekea mwaka elfu mbili na ishirini na nane ni kwamba michuano hiyo itazinduliwa siku ya Jumanne, kama tunavyojua Jumanne huwa ndo michuano hii inachezwa ni Jumanne na Jumatano. Alafu siku ya Alhamisi na Ijumaa ni siku ya michezo ya UEFA Europa League. Sasa UEFA wamesema kwamba michuano hii itazinduliwa siku ya Jumanne, ambapo siku hiyo ya Jumanne utachezwa mchezo mmoja tu ambao utamkutanisha bingwa mtetezi wa michuano hiyo, lakini licha tu ya kumkutanisha bingwa mtetezi, kabla ya michuano hiyo kutokuwa kuna sherehe maalumu ambayo itakuwa ni kama hafla ya ufunguzi, kama tunavyojua kwenye ligi mbalimbali kwamba kabla ya ligi kufunguliwa kunakuwa kuna zile burudani, alafu baadaye unachezwa mchezo wa ngao ya jamii kama kuashiria kufunguliwa rasmi kwa ligi kuu. Sasa UEFA nao wamesema kwamba watakuwa na sherehe maalum kabla ya mchezo, lakini pia itakuwa ni sehemu pia ya kumpongeza bingwa wa mtetezi na kumpa moyo kwamba msimu huu unatakiwa ukaze tena ili uweze kutetea taji lako. Lakini sababu kubwa ambayo imesemwa na UEFA ni kwamba kuongeza mapato, ila pia kufanya mchezo huo ama siku hiyo ya ufunguzi, ambayo itakuwa ni siku ya Jumanne, mchezo huo utakuwa unatazamwa duniani kote, ambapo watakuwa na websites maalum ambazo zitakuwa zinaonyesha ufunguzi pamoja na mchezo husika wa siku hiyo. Lakini pia kuelekea siku hiyo ya Jumanne, hakuna mchezo mwingine tena ambao utachezwa na badala yake michezo mingine itachezwa siku ya Jumatano na Alhamisi. Mara ya kwanza siku ya Alhamisi ya kukuwa na mchezo wa UEFA Champions League, badala yake ulikuwa ni mchezo wa UEFA Europa League. Kwa hiyo safari hii kuelekea msimu wa mwaka 2027 kuelekea msimu wa mwaka 2028, kutakuwa kuna utofauti wa ratiba, ambapo siku ya Jumanne ya kwanza ya ufunguzi wa mechi za UEFA utapigwa mchezo mmoja tu ambao utamkutanisha bingwa mtetezi ambaye atacheza na klabu kama ilivyo kwenye ratiba, timu ambayo itapangwa naye. Lakini siku hiyo kutakuwa una mchezo mwingine tena, ratiba itaendelea kama kawaida, michezo mingine itapigwa siku ya Jumatano na Alhamisi. Alafu UEFA Europa watakuja tena na ratiba yao nyingine ya kutuambia kwamba wenyewe watakujaje, kwa sababu tayari siku ya Alhamisi ambayo ilikuwa ni siku yao pamoja na Ijumaa zimechukuliwa ama zimepangiwa ratiba ya michezo ya UEFA Champions League. Kwa hiyo haya ndiyo maboresho ambayo yamefanyika kwenye michuano ya UEFA Champions League.